ulinzi pamoja na sekta ya, ya masuala haya ya ujenzi, lakini pia ikifuatiwa na zile sekta zile za, mas, za, za masuala ya usafi. Hizi sekta zina changamoto kubwa sana katika utekelezaji wa sheria za kazi, hususan katika utoaji wa mikataba, katika ulipaji sahihi wa vima vya mishahara, katika kusimamia uh, ule utaratibu mzima ule wa zile sheria na kutoa haki pamoja na maslahi ya wafanyakazi kwa jumla. Sasa tumekuja na mfumo wa waku, kukaa pamoja sasa katika kueleweshana na kujua changamoto ni nini na kuweza kuzitatua hizi changamoto zao, na tunakutana kwa pamoja tukiwaingiza na wamiliki wa hizi sekta. Matarajio ni kwenda kutekelezwa kwa usahihi haki na maslahi na hizi taratibu za kazi. Walimu walalamika sana, na ukiangalia sasa hivi chini ya awamu hii ya, na, ya nane sekta ya elimu ni sekta ambayo ni miongoni mwa sekta ambazo zimekuwa kipaumbele sana hata katika upande wa bajeti. Na walimu ni unaweza ukasema ndio mzizi wa ukuaji wa uchumi na mazingira yote kwa ujumla. Kwa kweli tumefaidika na mafunzo hayo kwa sababu yako mengi ambayo tumefundishwa yakiwemo sheria za kazi pamoja na usalama kazini pamoja na sheria ya ZSSF mafao yale ya, ya, ya mtu ambaye amepoteza kazi. Kwa hivyo yametusaidia walimu kujua namna gani tunaweza tukafanya kazi au tukakaa pamoja na wenzetu kwa kufuata sheria za nchi zinavyotakiwa. Okay, migogoro kazini ni kweli imo, ni kuna wafanyakazi ambao wanaweza wakasimamishwa kazi bila ya kuwepo na taratibu maalumu lakini ili kuondoa matatizo hayo, ni lazima yule anayeajiriwa awe na mkataba yule. Ndani ya mkataba ndio utakayosema huyu ameajiriwa kwa uwezo gani, kiwango gani, na kwa muda gani. Kwa hiyo akiwe mkataba upo, migogoro itaondoka. Kwa, kwa, kwa kweli serikali ni kuwajali walimu, kwa sababu walimu wana majukumu makubwa, kiangalia kijamii wana majukumu kwa watoto ambao wanawalea, wana time zote ni, ni kuona tu mishahara yao inakuwaje na taratibu zao za kikazi zinakwenda kwa mujibu wa sheria. Tumekuja hapa kwa ajili ya kufahamishwa kuhusu kibali cha kazi au kuhusu mkataba wa walimu. Jambo ni zuri na limepokea kwa uzuri kwa sababu kati hivi katika kufanya kazi lazima tuwe na mkataba kati ya mwajiriwa na mwajiri. Hili jambo nadhani wizara ya, ya waajiri wamefanya jambo muhimu na jambo bora kwa sababu inaweza natusaidia sisi waajiriwa wa skuli binafsi kwa hmm, sababu kuna mambo mengi yanatokezea katika ufanyaji wa kazi. Kwa hiyo wanapoweka hii mkataba yanaturahisisha ya sisi na yanatutetea sisi waajiriwa. TV inakupatia video mbalimbali kutoka ndani na, na nje ya nchi. Tafadhali endelea kutufuatilia kupitia chaneli yetu ya TV YouTube, Facebook, Twitter na Instagram, bila kusahau kudondosha komenti yako, kwani ni muhimu sana. TV tupo kijamii zaidi. Ramadan, ramadan, ramadan na tifu TV.